Wakizungumza kwenye ziara ya Mkuu wa Wilaya Nyamagana Bi Amina Makilagi katika kusikiliza na kutatua changamoto mbalimbali mbali, wananchi hao wa Isamilo na Mabatini akiwepo Evarist Ibrahimu wameomba kuwepo na utaratibu wa kuwatambua wageni wote wanaoingia na kutoka kwenye mitaa hiyo ili kuweza kutambua na kuepuka changamoto zinazojitokeza ah, utaupendezwa uta ni vizuri tukaufanyia kazi natu tatusaidia kuhusiana na swala zima la usalama. Nilikuwa na waso la kwamba mheshimiwa mkuu wa wilaya tujaribu sasa hivi kuwa tunapata takwimu tuwatumia wenyeviti wetu wa serikali za mitaa tupate takwimu ya wageni wanaoingia ndani ya mitaa yetu, yaani tuwe naoroza mgeni atakapokuja kwangu di mimi kama mwenyeji mwenye mji ni nimchukwele mgeni nikamripoti kwa mjumbe wa serikali ya mtaa au kwa mwenyekiti, tufahamiane. Na fikiri hiyo itatusaidia mheshimiwa mkuu wa wilaya yangu, ni hayo asante. Kuanzia tarehe ishirini na tisa tarehe moja, yani tulikuwa ilaalitutangai tumeishi samiwa kumu nikiwa binti, lakini leo mimi ni mzee, sijawahi kuona kitendo ambacho kilitokea tarehe ishirini na tisa tarehe moja na kwa nasema nguo zilitutera na hii hivi, nguo zilikuwa zinatutera kwa mitandao ambayo umeidodosa ume, kulikuwa na tetesi ya tarehe tisa, matumga yalikuwa ni moto, tulikuwa tunajua haturai, lakini hivi leo asante Tume, kwa kutuimarisha, tumekuwa imara. Kwa upande wake mkuu wa wilaya Nyamagana, Bi Amina Makilagi amewaagiza wenyeviti wa serikali za mitaa kuandaya vijana waaminifu wasiopenda kuona machafuko wakashirikiana katika kulinda amani katika wilaya hiyo. Kwa hiyo nyinyi mkikataa kwamba mnataka usalama, mnataka amani, mwenyekiti, hakuna takatiza isali na hapa, natoa maelekezo kwako kwa, kwa nyinyi watendaji mbele ya wananchi hawa, andaeni nanyie vijana waaminifu, wazalendo, wenye uchungu na haya yanayotaka kutokea, tujiandae na sisi kwa ajili ya usalama. Tumeelewana? Sawa. So, so. Msikia, askari wetu wa kila mtaa hamsini hamsini wanatosha. Vijana oh, waaminifu, wachapakazi, walio tayari. Na sisi tujipange, si ndiyo? Kwa sababu tunabaki na wahuni wachache hapa, wanakuja tu, wanafunga mtaa, unajifungia, wanaanza kutuibia. Hakuna mwandamanaji hapo, ni wahalifu tu. Baadhi ya mitaa waliokataa, nimekutolea mfano mwenyekiti, hawakuingia wahalifu hao. Wa. Tujiandae kimkakati vijana wetu wazuri utusaidiane na sisi Tupeane taarifa, doria za usiku, doria za mchana, kwa sababu anaweza wa wakafanya vitendo hivi kwa kutushukiza usiku. A, na unawasikia hata kwenye mitandao, anasema safari ni usiku wa manane, kufanya usiku wa manane tufanikiwa. wa wa, si tuko tayari, tuko nje, tunawalinda, tuna lakini hatuwezi kwenda kila kipenyo. Huo ndio ukweli. Wewe mwenyekiti, andae na sisi vijana wetu wazuri, wenye nia njema kila mtaa tuwatengeneze vizuri. Tuna vijana wa jeshi la akiba hapo hapo, tuna maskari wetu wa sisi wastaafu hapo hapo, si ndio? Wamekaa wamestaafu, wamewako wanatamani kutumikia taifa lao, na wana nguvu na wana maarifa mbalimbali. Tuna walinzi shirikishi, sio kwenye kila mtaa? Sio hapo jamani, tuna watu wazalendo hapo hapo, vijana wetu walioelewa wa vizuri. Kutoka hapa katika ziara ya mkuu wa wilaya Nyamagana, ambapo leo hii ametembelea katika kata ya Isamilo pamoja na Mabatini. Sada Mzinga <tune>